Ndugu wanahabari, tumewaita kwa ajili ya kuwafahamisha rasmi kwamba jana, tarehe 23 mwezi wa tano mwaka 2025 waliokuwa viongozi na wanachama wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA katika jimbo la Kakonko, jumla ya wanachama mia mbili kumi na tano viongozi wa wilaya, viongozi wa kata zote kumi na tatu na wanachama wengine wameamua rasmi kujiunga na chama cha ACT Wazalendo kwa hiari yao. Wameangalia hali ya kisiasa ya nchi ilivyo, wakaona kuna haja ya kujenga chama kimoja imara, chenye nguvu pande zote mbili za muungano kwa ajili ya kukabiliana na Chama cha Mapinduzi, badala ya kutapanya tapanya nguvu, kuwa na vyama vidogo vidogo vingi ambavyo kimsingi mgawanyo wa kura unakuwa unakisaidia chama cha Mapinduzi. Ndugu <klos> zetu hawa wa Kakonko walikataa hilo, wamekataa kubebwa bebwa bila kufahamu maslahi ya kubebwa bebwa huko. Wameamua kwamba bora kuimarisha chama kilichopo chenye nguvu ili na wewe waweke nguvu zao tuweze kupiga hatua kubwa zaidi ya kuimarisha demokrasia na kuking'oa chama cha mapinduzi. Tulikuwa na uwezo wa kwenda chauma, lakini tumeshindwa kwenda chauma na tunaondoka leo watu 215 viongozi wa kata, viongozi wa jimbo, viongozi wa matawi, lakini na wanachama <tulia> tukuhakikishie mheshimiwa Zito na mwami tunakwenda kuifanya kazi <tulia> mimi binafsi nimefarijika sana na uwepo wenu, katibu wa jimbo, uliyekuwa katibu wa jimbo, kwa niaba ya wenzio na jana nilikueleza na leo napenda nirudie hapa kwamba hii ni heshima kubwa sana kwangu binafsi na kwa chama chetu cha ACT Wazalendo, kwa maamuzi ambayo mmeyachukua. Najua hayakuwa maamuzi mepesi, kwa sababu kuna upepo wa kundi, group psychology, lakini nyinyi mmeukwepa huo upepo, mmekataa kupeperushwa na upepo mmeamua upepo uwapepee usiwapeperushe. Kwetu sisi na kwangu mimi binafsi, kama nilivyoeleza, nimefarijika sana. Huu ni uamuzi wa maana sana kwenye demokrasia. Sisi tunazungumzia kuilinda demokrasia na kulinda thamani ya kura ya kila Mtanzania ambayo hivi sasa imepotea. Thamani ya kura ya Mtanzania hivi sasa imepotea. Wajibu wetu ni kuilinda hiyo thamani ya kura. Na utailinda hiyo thamani ya kura siku watu wameenda kupiga kura. Huwezi kuilinda hiyo thamani ya kura ukiwa haupo kwenye mchakato wa kupiga kura. Kama haupo kwenye mchakato hautakuwa na wagombea. Kwa maana hiyo utapoteza wiki mbili na no, miezi miwili ya kuzungumza na umma, kuhamasisha umma. Usipokuwepo kwenye mchakato wa uchaguzi, hautakuwa na mawakala kwenye vituo ambao ndio watakaolinda kura, sababu huna mgombea hutaweza kuweka wakala, hautaweza kuwa na mawakala wa nje ambapo msimamizi wa uchaguzi wa kituo akizuia wakala wa chama, wananchi, wa chama huweza kuwahamasisha wananchi wamlazimishe aruhusu wakala wa chama kuingia. Kama huna mgombea hayo mamlaka hutakuwa nayo. Mmechukua maamuzi ambayo yanaendana na hali halisi ya, ya kidemokrasia. Wajibu wetu sasa ni kulinda thamani ya kura, na nyinyi mmeamua kuilinda hiyo thamani ya kura na mmekataa kupeperushwa, mmekubali mje kwenye chama ambacho tayari kina miundo, tayari kina uongozi, chama ambacho kipo pande zote mbili za Muungano. Mmekataa ushawishi dhaifu kwamba haipaswi kuwa na chama cha upinzani ndani ya nchi hii ambacho kina mizizi pande zote mbili za muungano. Nyinyi mmesema lazima tuwe na chama cha namna hiyo ili kukabiliana na CCM, sawa sawasawa, na ninawashukuru sana kwa uamuzi wenu. <coughs> ACT Wazalendo inawakaribisha. Nafahamu hii ni awamu ya kwanza tu, bado kuna wengi kwenye matawi huko kwenye misingi huko, ambao mtakwenda kuhakikisha kwamba mnawasajili tuwe na chama imara kabisa. Na kwa uamuzi wenu huu, maana yake ni kwamba mmeshaiambia CCM bye bye katika jimbo lenu la, kwa sababu kwa kwetu tofauti, kulikuwa kuna wapa ahueni kwa kwetu tofauti, CCM ilikuwa inapita katikati yetu Kura zinagawanyika kwa kwetu. Pamoja tumeziba hiyo gap la CCM kupita katikati yetu.